Tunafahamu kwamba palipo na mazuri changamoto hazikosekani. Tumekutana na changamoto mbalimbali mbali, katika utendaji, katika utekelezaji, lakini kubwa ambalo tumeliona kwenye maeneo mengi katika vituo hivi vya afya ambavyo tumetembelea hapa kwenye jimbo la Tabora mjini ni upungufu mkubwa wa madaktari na manesi. Yaani wauguzi pia imekuwa ni changamoto kubwa katika vituo vyetu vya afya, lakini pili, uh, umaliziaji wa majengo uh, yetu katika vituo vyetu vyote vitatu vya afya. Vituo vyetu vyote vitatu vya afya vinatakiwa uh, kumaliziwa eh, majengo ili wananchi wetu waweze kupata huduma bora, wapate huduma inayostahili kwenye maeneo wanayokwenda. Kwa hiyo tume tumeyaona hayo na kwa bahati nzuri tumekuwa na DMO. Mapungufu mengine ni mapungufu madogo madogo ambayo DMO ameahidi wanaenda kuyafanyia kazi ili kuweza kuona namna bora ambayo wanaweza kusaidia, na wananchi wetu waweze kupata huduma ambazo zinastahili, na yale ambayo yanahitaji fedha nyingi, basi mimi kama mbunge eh, mwenzangu mheshimiwa diwani hapa, mwaka huu tutaenda mwakani, tutakwenda kwenye bajeti, tujitahidi kuhakikisha kwamba tunaomba ikiwepo uzio, katika kituo hiki cha afya kiko wazi sana, kiko wazi sana. Kwa hiyo nikuombe sana mheshimiwa diwani, kipindi cha bajeti changamkia, ikiletwa kwenye bajeti, na mimi nisimamie kuona namna bora wanaweza kutusaidia, si kituo hiki tu cha Maili tano bali vituo vyote vya afya ambavyo tumevitembelea havina uzio, lakini pia barabara zake nyingi ni mbovu. Kwa hiyo tumeomba angalau hapa Maili tano, unatoka barabara kubwa unaingia, unatembea mita chache tu kuingia hapa kwenye hospitali. Lakini kituo cha afya cha Tumbi, kituo cha afya cha Misha, vyote vina changamoto pia ya barabara, ambayo wananchi wetu na wauguzi na madaktari pale wameomba tuweze kuwasaidia, na sisi kama halmashauri na mwenzangu na madiwani wenzangu, ambao tumekutana nao kwenye maeneo yale, tumekubaliana kuiomba TARURA kuweza kutusaidia angalau kuweza kuweka njia kwenye maeneo ya vituo vya afya hivi, ili mwananchi wa kawaida hata kama akiwa anakimbizwa aweze kufika kwa wakati, ili aweze kupata huduma stahiki. Watu wenyewe ambao wamekuja akiwa anaumwa ana changamoto za maradhi kidogo, huwa ni changamoto, lakini tuwaombe sana. Tunajua jinsi ambavyo kazi yenu ni ngumu, lakini tunawaomba sana sisi kama wanasiasa Eh, mfanye kazi zenu kwa moyo, mfanye kazi zenu kwa kuamini kwamba ni wito ambao natakiwa kutekeleza, lakini pia kwa uvumilivu mkubwa, kwa sababu mnakutana na changamoto nyingi tunafahamu. Yani kuna mgonjwa anaweza akaja, hata akikukuta unakunywa maji atasema kwamba hajanihudumia, alikuwa anakunywa tu maji, umeona eh? Lakini yote kwa yote, mimi najua kabisa kwamba nyinyi wote hapa kila mmoja ana imani yake, tukumbuke kusali na kumuomba Mungu wakati wote ili tuweze kutekeleza majukumu yetu. Kwanza pia tukimuogopa Mungu, kwamba chochote kibaya tutakachokifanya, Mungu ndio anayetuona, lakini pia kuwahudumia kwa kuamini kwamba Mungu ndio atakayetupa malipo katika katika huduma hizi ambazo tunazifanya. Kipekee niwashukuru sana matron, ni kushukuru sana kwa kazi nzuri ambayo unaifanya. Na DMO ni kwambie, kuna kitu cha tofauti sana ambacho nimekiona hapa, na nimekuomba angalau kwenye vituo vingi vya afya uweze kuvifanya vile, ili kuweza kuwasaidia wakina mama wetu ambao wanakwenda kujifungua kwenye vituo vyetu vya afya, hata kwenye zahanati pia, kabla hawajafikishwa kwenye hospitali kubwa. Nikushukuru sana mganga mfawidhi wa kituo hiki eh kwa kazi nzuri ambayo mnafanya, lakini ni kuombe sana majengo yale mmetuahidi mpaka mwezi wa pili yatakuwa yamekamilika. Tunatamani kuona wananchi wakipata huduma bora na sio bora huduma, kwa sababu serikali yetu ya awamu hii ya sita inataka kuona kwamba pale ambapo fedha imefika, kazi ifanyike, wananchi waweze kufurahia huduma wanayoipata. Pamoja na kazi tunayofanya na utu, basi tunahitaji kuwaonyesha Watanzania tabasamu. Eh, katika awamu hii ya sita ya Dr. Samia Suluhu Hassan tunahitaji wananchi wa Tanzania wanaoishi Tabora mjini watabasamu wakati wote. Tunafahamu hatuwezi kumaliza changamoto zote, lakini yale tunayoweza kuyafanya katika kipindi hiki tutayafanya kwa moyo mkunjufu, kwa kuhakikisha kwamba tunamsaidia Mheshimiwa Rais wetu kuweza kufikia azma, lakini pia kuiangalia ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi imetuambia nini ndani ya miaka mitano na nini kifanyike. Moja kati ya vitu vilivyopo kwenye ilani yetu ni kuhakikisha kwamba Watanzania, wananchi wa jimbo la Tabora mjini wanapata huduma bora za afya. Sasa katika huduma bora ni pamoja na kuhakikisha kwamba maeneo yanayotoa huduma hizo yanaridhisha na yanakuwa ya viwango vinavyotakiwa. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kim Media.